Shaka ujambo na karibu katika kipindi hiki cha Ijue Liturujia kinachokujia kutoka hapa hapa Tumaini Television. Tuliokuandalia ni mwendelezo wa kipindi cha liturujia ya mwaka, na sasa tunaenda kuzungumzia habari ya majuma manne ya mishumaa ya majilio. Mimi nisitasaina Makome, lakini pamoja nami tunaye padri Dr. Clement Kiyo, katibu mtendaji wa idara ya liturujia kutoka Baraza la Maaskofu Tanzania TEC, na kusiwe nami tangu mwanzo hadi tamati, tujifunze yale yanayotupasa sisi tukiwa kama Wakatoliki. Baba wakio, tumsifie Yesu Kristo milele. Amina. Habari za hapa Tumaini, tunamshukuru Mungu. Habari za tangu juzi. Uh, nzuri kabisa teki. E, tuko wazima, ndiyo natunyumanini huko tc tunawaletea mambo mazuri mwendelezo wa kipindi chetu cha mwaka mpya wa liturujia. Basi karibu tufungue kipindi chetu kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Uje Roho Mtakatifu, enae nywo za waamini wako watie mapendo yako. Peleka Roho wako vitombo upya na nchi zitageuka. Tuombe. Ee Mungu uliyefundisha nyuo za waamini, ukiwaletea mwanga wa Roho Mtakatifu, tunaomba tuongozwe na yule Roho, tupende yaliyo mema, tupate daima faraja zake. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo bwana wetu. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na, na Roho Mtakatifu. Amina. Baba, nikukaribishe tuweze moja kwa moja eh, na utangulizi wa kipindi chetu hiki cha majuma manne ya mishumaa ya majilio. Eh, basi katika kipindi chetu kilichopita tuligusia, tukaona kipindi cha majilio na cha mwaka matukio makubwa eh, ya mwaka mzima na tukagusia majilio, tukaona majilio maana yake nini, kutokana na neno advenire, kuja. Lakini kitu ambacho tunakiona sehemu nyingi, kuna mishumaa minne ya majilio kama tunavyoona hapa, moja, mbili, tatu, nne, na mmoja una rangi ya pekee kabisa. Sasa katika kipindi cha leo tunataka tugusie hii mishumaa minne katika hayo majuma manne, na kila mshumaa una mwaka gani, tunakumbushiana kwa sababu hata miaka iliyopita tulikuwa tumeshaongelea. Wengine wameviona vipindi, wengine hawajaviona, basi tunakumbushana maana ya mishumaa hii na majuma haya manne ya kipindi cha majilio. Na hili juma la kwanza, father? Ndiyo, ndiyo. Kwani zamba zambarau rangi ya zamba, zambarau. mm -hmm. E, mshumaa huu wa rangi ya zambarau kama tulivyosema, rangi hii ni rangi ya toba. mm -hmm. ni rangi vile vilevile e, ya ya kifalme. Lakini ningependa labda hata kabla hatujaongelea hii ya kwa, hii mshumaa wa kwanza mm -hmm. Hebu turudi nyuma kwanza, kule parokiani. Tunaona kwamba mishumaa hii inawekwa kwenye shada, ndio unakuta kumechona shada la, la, la, la, la mviringo hivi la majani mm -hmm. Halafu imechomekwa hii mishumaa mishumaa. mm -hmm. Sasa tuanze na lile shada, lile shada lina maana gani na kwa nini wasingeweka tu mishumaa mpaka watengeneze shada lina lina, lina maana gani, na kwa nini liwe ni shada la mviringo lisio labda hata la pembe nne? Kwa hiyo shada hili la mviringo lina maana sana, na maana yake ni maana inayowakilisha umilele, maana yake ni upendo wa Mungu usio na mwisho, kama tunavyozungusha ile gurudumu. Ukiliacha gurudumu lizunguke litazunguka na kuzunguka na kuzunguka we bila mwisho. Kwa hiyo ikiwakilisha upendo wa Mungu usio na mwisho, upendo wa milele. Lakini vile vile inawakilisha upendo wa Kristo tunaoupata kwetu, ambao ni upendo usio na mwisho. Kwa hiyo, eh shada hili linaelezea kwamba upendo wa Mungu hauna kikomo okay. E, ni kama nuru ya ulimwengu ya Mungu isiyo kuwa na kikomo. Siku zote ulimwenguni kuna nuru, kwa sababu jua linamulika. Kama upande huu dunia imegeukia kunakuwa giza, lakini bado nuru ya Mungu iko upande mwingine. Kwa hiyo siku zote e, e, upendo wa Mungu hauna mwisho. Kwa hiyo ni kwa hiyo wa shada eh, eh. Eh, kwa hiyo limechaguliwa hili tu tuelekeze, eh wale watoto wetu wanaocheza che, na ule hasa, wavulana wanapenda kuchukua ule wanaoendesha magari utotoni, yule anachukua hmm. gari la mviringo hmm, lile litaendelea kuzunguka mpaka wewe mwenyewe utakapochoka, utasema nimechoka sasa, au hata gari tunapoliendesha unaendesha mpaka mwenyewe ushike breki mwenyewe, lakini lile gurudumu linaendelea. Kwa hiyo ndio upe, yaani ndio Mungu anavyofanya kazi kwamba neema zake, baraka zake zinaendelea kumiminika, inategemea wewe mwenyewe unataka unaweka breki wapi. Kwa hiyo ndio maana hasa ya mviringo. Pembe nne ni tofauti, pembe nne haiwezi kuzunguka eh? Kwa sababu ukishaweka hivi haiwezi tena ku- kuendelea kuzunguka, hata kama ni kwenye mteremko, ukiweka meza hivi itasimama pale. mm -hmm. Lakini lile ligurudumu ukilisimamisha lita litaendelea. Kwa hiyo ndio upendo wa Mungu hauna mwisho. mm -hmm. mm -hmm. labda kipindi kijacho, Father, yeah. tusaidie, maana waumini wanatutazama baadaye, yeah. Nitakutana nao wataniuliza, sister aliyeanzisha ile ilo taji ni nani? mm -hmm. na alie kwa nini akuweka alivyo pembe nne? Tunasema vitu hivi ni mapokeo. Ndiyo. Sasa mapokeo mnapoyapokea mara nyingi hamjui kwamba nani hasa alianzisha mm -hmm. e, lakini unakuta mambo haya yanaanza taratibu yanaanza taratibu ya taratibu baadaye unakuta watu wengine wanafanyaje? wana, wanaiga ah. ay, mambo hayo, kwa hiyo Ndiyo. ni mapokeo Ndiyo. Sasa tuende kwenye ule mshumaa wa kwanza ambao uli- uliugusia kwamba mshumaa wa kwanza Eh, unaitwa mshumaa wa matumaini na rangi ni ya urujuani kwa sababu ni rangi ya matumaini. Shumaa huu tunavyoona urujuani au tumezoea kusema zambarau, kwa sababu zambarau tunazifahamu ile miti inayotoa eh, ile matunda ya zambarau eh, inakuwa namna hiyo, lakini kwa Kiswahili sanifu tunasema urujuani ni rangi ya matumaini. Tunatumaini kwamba mkombozi atazaliwa. Ni, mata, ni ni matumaini na ni furaha ya kusherekea mwanzo wa msimu wa liturujia. Kwa hiyo mshumaa wa kwanza ni zambarau na inatuelezea maana uh, au inatupa maana ya matumaini. Matumaini, tumaini letu ni kwa Bwana aliyezifanya mbingu na dunia, lakini wakati mwingine mshumaa huu unaitwa mshumaa wa unabii. Mshumaa wa unabii. Kwa nini mshumaa wa unabii? Kwa sababu manabii waliagua mm -hmm. Unajua, kuagua sio kwenda kwa mganga kuagua. Aha. Ni kutabiri. Mali, wali, waliagua walitabiri e, wale ndio wale, maana wale waganga waga wanaopiga ramli anasema kutakuwa na hii na hii na hii lakini neno ambalo lilikuwepo tangu kwenye Biblia ni, ni kutabiri yatakao kuja. Kwa hiyo manabii walitabiri kwamba atazaliwa mkombozi e, kira atachukua mimba atakayezaliwa ataitwa Yesu. Kwa hiyo waliagua wa tangu zamani mm -hmm. kwa hiyo basi, kumbe mshumaa huu um, e, unabeba una, una na unaitwa unabii, na mavazi yanakuwa yanakua haya ya kiliturujia mm -hmm. Lakini vile vile tunapoanza kipindi hiki cha majilio, kama tulivyosema katika kipindi chetu kilichopita, ni kipindi vile vile cha sala, kipindi cha tafakari, kipindi cha toba kwa tunaitengeneza njia ya Bwana, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake, ili Bwana atakapokuja akute kila kilima kimefanyaje? Eh, kimesawazishwa. Sasa vilima tunavyoviongelea sio hivihivi, eh, vilima vya nani? Vilima kwenye mioyo yetu eh. Sio milima, vilima vya manjaro, eh, vya dhambi zetu, uh -huh. Vikorongo pale ambapo tumeshindwa kujitimiza, tupajazie, tuweke vizuri, ili Kristo atakapozaliwa ndani ya mioyo yetu akute kweli ni mahali Safi. Tuachane na yale machukizo. Machukizo, machukizo, machukizo. He, nini? Vijembe, vijembe. Naenda kanisani kusema kumbuja niende nikutane na fulani. Ehe. Eh, tupange nini. Ndiyo. Kumbuja unapaswa kwenda kanisani. Ndiyo. Kupanga namna bora ya kuweza kutafuta, kutafuta uso wa Mungu. Kabisa. Au kumfikia Mungu au safari ya kwenda mji. Mm -hmm. Tukitoka mshumaa wa kwanza tunakuja mshumaa wa pili, kwa hiyo moja mbili tunakuja wa pili sasa. Mm -hmm. eh faga ile Dominika ya kwanza unawashwa mmoja, mingine inabakia haijawashwa. Mtumishi wetu Simoni Pita, tunaomba tusaidie kuwasha, kuwasha. Tuwashie mshumaa wa kwanza ambao na wakati tunaimba uje uje, alafu na washa wa pili, tena washa huu wa pili. Okay, sawa, hebu washa huo wakati tunaimba njo. Kwa hiyo wa kwanza ni matumaini, hapa wameandika hope, mm -hmm, kwa lugha ya kigeni ki, ki kigeni, mm -hmm. Kwa hiyo mshumaa wetu wa pili eh, alafu leo watazamaji wetu wamefurahi kumwona yule tunamteja Simoni Peter nyuma ya kamera, kumbe eh, wame wamemwona live sasa. Anasema mubashara, anayefanya nyuma ya kamera, anayetuandalia vipindi vyetu leo, amekuwa mtumishi Simoni Petro, jina la mtume Kefa. Alafu ye mwenyewe anatabasamu taratibu taratibu. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Sawa, kwa hiyo mshumaa wa pili e, kama tulivyosema, mm -hmm. e, saa nyingine unaitwa mshumaa wa Betlehemu na na, na mshumaa huu kama tulivyoona ni mshumaa wa, e, mshumaa wa upendo Rafa, father, mm -hmm huu wa kwanza ulisema hu? eh, huwa, ni wa manabii kwa sababu manabii waliagua, lakini huu ni wa, wa Bethlehemu, okay. Kwa sababu ni kipindi unatafakari kipindi kile ambapo eh, Yosefu na Maria walikuwa kule Bethlehemu wakingojea kuzaliwa kwa mkombozi, kwa hiyo unatukumbusha ile safari ya ya, ya Maria ya, ya, ya, ya, ya kutufikisha kule, eh, kule wanakumbuka, wakati ule Yosefu na Maria wakiwa mm -hmm, wanahangaika pa kukaa, ehe, kule Bethlehemu, ndio na, mm -hmm. Na kipindi hicho basi tunatafakari upendo wa Mungu kwa sababu alimtoa mwanaye wa pekee kwa ajili ya huo ukombozi. Ndio maana unaitwa mshumaa wa upendo, mshumaa wa Bethlehemu, e, mshumaa e, na mshumaa huu una rangi vile vile ya zambarau. Na kwa nini ni zambarau? Mwanzoni tulisema kwa sababu ya toba, nini matumaini, lakini zambarau vile vile ni rangi ya kifalme, kwamba yule mfalme wako Bethlehemu anazaliwa, mfalme anakuja. Yule malaika anasema, e, niko wapi, amezaliwa Kristo mfalme bwana. Wale mamajusi wale wanatafuta, akazaliwa wapi mfalme wa Wayahudi. Kwa hiyo ndio maana rangi ya kifalme, kwa hiyo zambarau ni rangi vile vile ya kifalme, ilikuwa inavaliwa na wafalme kipindi kile. Unakumbuka hata wakati Yesu anateswa, wakamvalisha vazi la zambarau kwa sababu yeye ni mfalme. Kwa hiyo ina maana hiyo, eh, rangi ya kifalme. Kwa hiyo upendo na rangi ya kifalme, sio mtu wa hivi hivi, sio mtu wa hivi hivi tu, ni, ni, ni, ni mfalme amezaliwa. Tunakuja mshumaa wa tatu sasa, wewe uwashe sasa mshumaa wa tatu, ndio uwa hapo wemtumikiaji wemtumikiaji. Ayo, mshumaa wa tatu umewaka vizuri. Joy au furaha okay. Letare gaudete. Gaudete. Hmm. Ni... Ni, ni ya pasaka ni, ni, ni, ni, ni, ni ya kwaresma ile. Ehii kwa, kwa, eh, ni gaudete, gaudete. Joyful. Eh, eh. sasa okay. labda mara nyingi katika utafsiri kwa kiswahili inatusumbua mm -hmm. lakini ukiangalia eh, letare actually ni furaha. ya furahini gaudete ni kushangilia mm -hmm. ndio maana mtu anaitwa Gaudensia. Gaudete au gaudens. Eh, Mashangili. Ni shangwe eh, mm. Kwa hiyo mshumaa wa shangwe, mm. mshumaa wa shangwe. Mm. Eh, gaudete anasema eh, shangilieni mm-hmm. Shangilieni na ile letare furahini okay. Eh, aile ni furahini, hii ni shangilieni ukichukulia katika ile maana halisi mm. Kwa hiyo ni huu ni mshumaa wa shangwe eh, shangilieni. Mm. Eh, kwa hiyo hiyo inaitwa dominika ya gaudete na tukisoma tunaambiwa, lakini malaika akamwambia, msiogope, kwa maana angalieni, nawaletea habari njema ya furaha kuu. Kwa hiyo furaha kuu ndio gau, yani ndio hiyo ni, yani, ni zaidi ya furaha, ndio maana ni furaha kuu, ni shangwe e, nawaletea habari furaha kuu kwa watu wote. Leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Hii itakuwa ishara kwenu mtamkuta mtoto mchanga amevikwa vazi la kitoto, mm -hmm. amelazwa katika hori ya kulia ng'ombe. Tunapata katika Injili ya Mtakatifu Luka sura ya pili aya ya kumi hadi ya kumi na mbili. mm -hmm. Kwa hiyo ndio msiogope, mara kishangilieni, msiogope. mm -hmm. Hey, kwa Kiingereza wanasemaje? Hey, kwa Kiingereza wanasema don't fear. mm -hmm. Waitaliano wanasema non abiate paura, paura. Non abiate, paura. Wa wa Wajerumani wanasema fushtet euch nicht. Mm -hmm. Fushtet msio euch nicht. Go. Msiogope, shangilieni. Yani kama vile mmesafiri, mmefika mm -hmm. kwenye pori giza mm -hmm. giza kile baadaye mnaona kanuru eh, kana kana tokeza mbea. Kwa hiyo wote mnashangilia. Kwa mna hiyo eh, hata lini. Yesu anapozaliwa Bethlehemu kwenye pango lino kusema ah, kwa nini ile so, msiogope, wokovu wa Mungu unakuja katika mm -hmm. mambo ya ajabu. Na mshumaa huu una rangi ya pink kama tunavyoona mm -hmm. pink au waridi mm -hmm. kuna yale mawaridi yale yenye rangi kama hii. Mara nyingi kuna ile rangi ya nyekundu, lakini mm -hmm. unakuta waridi original mm -hmm. rangi yake ni hii ya pink. Mm -hmm. kwa hiyo waridi hiyo ni rangi ya hiyo ya shangwe. Kuna mtu amevaa rangi hizo, ni kipindi cha furaha eh, kama ni wale wakina dada wanaoolewa siku zile, unakuta amepitisha utepe wake wa wa wananihiwahio eh, pinki, wa pinki na nini eh, rangi kama hizo, basi ndio rangi ya, ya furaha fura, inashiria furaha inashiria shangwe na tunaposoma katika eh, eh, waraka ule kwa Filipi sura ya nne nne hadi tano nasema furahini katika Bwana siku zote, na tena nasema furahini. Eh, kama ulikuwa mwenye nyong'onye nyong'onyea furahini katika Bwana siku zote. Na, na, na tena nasema furahini, furahini. Waamini wenzangu furahini katika Bwana siku zote nasema furahini, tabasamu. hakuna sababu ya kutokutabasamu mm -hmm. Kwa hiyo hiyo ndio eh, ndio tunavyo alikwa kipindi hiki cha dominika ya tatu ya ya mshumaa mshuma huo, na katika dominika hii ya ya, ya, ya tatu basi mm -hmm. kwa sababu ni ya shangu ni ya kufurahi inaruhusiwa kupiga sasa zile ngoma, sasa sio kwa kiasi, kwa zipigwe sasa ngoma zile zenyewe, na hatari ipambwe vizuri, watu waone kwamba, ah, kumbe kipindi hiki cha cha maajilio cha kusubiria kuna furaha ambayo tunayo ambayo tunapaswa kuiadhimisha na kuionyesha kiliturujia. mm -hmm. Sehemu nyingine tuna- tunasahau, na hata rangi wanazovaa mapadri e, ingefaa kuwe na hizo rangi za pinki. Maparokia mengi unakuta rangi hizo hawanazo tu, kwa wana sababu wanavaa wana wana wana wana wana za wana. wana, wana zambarau. Tuwaalike waamini, mwanunulie mwanunulie mapade wenu na watumishi wale, waatareni nguo za pinki zinazoendana na siku hiyo na watafute mishumaa sawasawa. Na, kama hivyo, na rangi hiyo ambayo mtu anasema ah, kwa nini ule uko rangi hiyo? Inampa mtu anajifunza kwa nini tuje. Mshumaa wa nne mtu washie mshumaa wa nne, sasa umekuwa mtumishi mwaminifu na mwenye busara. Kwa hiyo mshumaa wa nne wa majilio kwa kweli huu hapa, wameandikaje? Ni huu, ni huo e, wanne, wanne huo hapa wameandika peace. Peace. Amani mm. Amani japo e, saa nyingine tunachanganya, saa nyingine tunawita vile, vile kwa upendo, okay. Lakini basi kuna mshumaa huu wanne e, hapa tuna tafakari licha ya amani, lakini vile vile tuna e, e, tuna tafakari e, yule, yule, yule, yule, yule malaika. Hey, yule malaika anasema yu, na amani duniani, si ndio? Hivyo imeandikwa wa upendo eh, ndio utukufu kwa Mungu juu, na amani duniani kwa watu alioadhi, eti in terra pax hominibus boni voluntatis, na amani duniani kwa watu wenye mapenzi mm -hmm. mema Maimu. Kwa hiyo malaika anaashiria hiyo amani ya Mungu kwa watu wenye mapenzi nini? Mema, mema. Wanaompenda Mungu wanakuwa na amani, kama humpendi Mungu unakuwa huna nini? Sama. Huna amani. Kwa hiyo basi mshumaa huu wa nne unawashiria una, una namna hiyo. Mshumaa kawaida si, e, hapo maanake tushamaliza kipindi cha cha majilio, mishumaa minne ya majilio. Sasa tukitoka hapo majilio, tunavuka tunaenda Noeli. Noeli, kawaida e, katika tradition mara nyingi hatuweki, lakini huwa kuna mshumaa mwingine wa tano mweupe uleta, lakini tumikiz. muda nadhani muda hautatutosha kuutafuta e, kwa sababu tukisema tusubiri muda sawa sawa tuletee mshumaa mweupe wewe, unakuwa katikati. Au tunaweza kuwasha haraka haraka. Safi kabisa. Hmm. Lele, kwa hiyo basi mshumaa wa wa tano unawashwa siku ya Noeli, ule usiku wa Noeli unawashwa pale katikati, ukimaanisha kwamba Kristu eh, amekwisha kuzaliwa mm -hmm, amekwisha kuzaliwa eh, amekwisha kuzaliwa na inaonyesha kwamba Kristu ni msafi eh, asiye na doa. Kwa hiyo unatualika nasi kwamba baada ya kipindi chote hiki cha maandalizi tunapofikia ile kilele tunakuwa tumetakasika, hatuna doa. Kwa hiyo nyeupe, hata nguo zenyewe ziikuiza zinavyozoea nyeupe. Kristo asiyekuwa na doa, inaonyesha huo utakatifu eh, uliokamilika. Kwa hiyo ni mshumaa wa Kristo mwenyewe ambaye eh, basi ndio kilele chetu. Nababakio muda umetupa mkono, kabla tujahitimisha, unalinda a kukazia maarifa kwa watazamaji. Tunawatakia kila la heri watazamaji wetu kwa kipindi hiki cha e, cha majilio na maandalizi mema ya kipindi cha Noeli. Karibu tufungie kipindi chetu kwa sala. Asante sana. Tunakimbilia ulinzi wako wafimza, mzazi mtakatifu wa Mungu. Usitunime tukiomba katika shida zetu, utuokoe siku zote kila kuingia kwa tarehe. Hey, Bikira mtukufu, mtukufu uliyebarikiwa ha, amina. Awabariki Mungu Mwenyezi Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tumtukuze Bwana, tumshukuru Mungu. Na mtazamaji mambo ya ijue liturujia yako namna hii mpaka, ah, hapo, tumefika mwisho wa kipindi chetu kwa sababu muda sio rafiki. Hayo uliyoyapata ukae kitabu kwa wengine. Tumejifunza mengi kwa habari ya mishumaa Mshumaa wa kwanza tumesema kwamba ni mshumaa wa matumaini. Mshumaa wa pili, mshumaa wa, uh, wa wa mshumaa wa upendo, tukikumbuka eh, Yosefu na Maria kule Bethlehem. Alafu mshumaa wa tatu ni ushangwe, mashangilio. Mshuma mshumaa wa nne amani, na mshumaa wa tano unatukumbusha utakaso. Mimi ni Sister Sabina Makonde, nyuma kamera yalikuwa ndugu yetu Simon Peter na na, ni nikushukuru sana kwa kuwa nami tangu mwanzo wa waditamati. Shukrani kwako kwa Baba Clement Kio kwa kutufafanulia na kufundisha mambo haya. Sina la ziada mpaka la. Wakati mwingine, kwa heri.